Habari kubwa, habari ya moto ambayo imeweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tumeweza kuona watu wengi wanaizungumzia kwa ukubwa, ni baada tu ya msanii Diamond kumwonea wivu mwanakaka Shakibu, ambaye ni mume wa Zari The Boss Lady au mume wa mzazi mwenzake na msanii Diamond Platinum. Msanii Diamond baada tu ya kuona Shakibu anakuwa karibu sana na mtoto wake Tiffah ni kama vile moyo wake umemuuma, roho yake imemuuma, kuona kwamba mbona huyu anakuwa karibu sana na mtoto wangu. Lakini ukimwangalia Shakibu ni kaka ambaye anawaangalia kwa ukaribu sana watoto wa Diamond Platnumz. Yani kiufupi Tifa pamoja na Nilan wamemzoea Shakibu kwa asilimia kubwa sana, wanamchukulia kama baba yao na wanamchukulia vizuri kwa sababu Shakibu na yeye pia anawatreat vizuri. Kiufupi sisi binafsi mashabiki hatukuweza kuona kosa lolote la Shakibu, lakini Diamond Platnumz ni kama vile akashindwa kuvumilia, akaona Shakibu anakuwa karibu sana na huyu mtoto wake wa kike Tiffah, tofauti na kuwa karibu na huyu mtoto wake wa kiume Nilan. Alitamani sana Shakibu angekuwa karibu zaidi na Nilan, tofauti na kuwa karibu na Tiffah. Lakini Diamond kuna kitu kimoja amekisahau, watoto wa kike huwa wanapenda sana kuwa karibu na baba zao. Sasa, sasa hivi Diamond yeye hayupo pale, aliyekuwepo ni Shakib na Shakib, uh, ukiangalia namna ambavyo wanapendana na Tifa, uh, unaweza kusema w wow. Uh, basi lile pengo la Diamond Partner limeweza kuzibwa vizuri. Shakib anamtreat vizuri, anampenda na mara nyingi ukiangalia hata wakienda trip eh, familia nzima Zari pamoja na watoto wake, mara nyingi sana tunaona Tifa anapenda aelekezwe vitu na Shakib. Sasa kile kitu kikamkwaza Diamond. Diamond akaweza kuposti na kuweza kuzungumza kuhusiana na hicho kitu kupitia ukurasa wake wa Snapchat akiwa anadai hajapendezwa na namna ambavyo Shekibu anakuwa karibu na mtoto wake wa kike Tifa. Kwa sasa hivi Diamond anamuonea sana wivu mtoto wake Tifa kwa sababu ukimwangalia ni mtoto fulani hivi ambaye amekuwa kwa kasi sana. Ukiangalia kifuani kwa Tifa hapo tayari vimaziwa vimeanza kuchomoza. Yaani kiufupi, Latifa tunasubiri tu avunje ungo alafu baadaye sasa mama yake aanze kufuga mbwa mkali hapo nyumbani, kwa sababu vijana watapishana kwa kasi sana kwa sababu ukimwangalia Latifa ni msichana mrembo, ni msichana ambaye kiufupi amechukua uzuri kwa asilimia chache wa mama yake, lakini umekuwa ni uzuri ambao umeendelea kumpendezesha kwa namna ambavyo amefanana na baba yake, amefanana na bibi yake Madangote. Lakini bado Latifa ana ile sura fulani hivi ambayo inakuja kuja ya Zari the Boss Lady. Sasa baada ya Diamond Partner kuzungumza kuhusiana na Shakibu na kumchimba biti Shakibu kwamba akae mbali na mtoto wake wa kike, Shakibu na yeye pia akashindwa kuvumilia akaona Diamond anampanda kichwani. Na siku leo Shakibu alikuwa na Zari za Busledi katika boti wakawa wanazungumza. Zari za Busledi akawa anamuuliza Shakibu, what the matter. Shakibu akawa anamwambia kwamba nashangaa kuona kwamba yule ex wako yule, uh, baba wa watoto wako ananitupia maneno mitandaoni walikuwa Uh, wanaongea kwa lugha ya Kiingereza, wakawa wanapiga story kwamba Shakibu anamwambia Zari ni kwa nini amenikasirikia? Ni kwa nini hataki niwe karibu na Latifa? Latifa amenizuia mimi kama baba yake. Ni kwa nini Diamond ananionea mimi wivu, mambo kama hayo. Zari akawa anamtuliza pale anamwambia usijali baba. Hayo ni mambo ya wivu. Uh, huyo Diamond ni wivu tu unamsumbua, hana lolote. Uh, na pia anataka tu uzungumze mambo kama hayo. Na hiyo video walivomaliza, baadaye wakaiposti. Uh, baada ya kuiposti watu wengi sana wakawa wamedai, uh, Zari zibushe ameamua kumuumiza zaidi Diamond Partner kwa sababu ukimwangalia Diamond hakutegemea kama Zari angeweza kumove on kwa namna hiyo. Yaani Zari amemove on uh, kwa Diamond Partner msivyo kawaida. Ukiangalia Zari pamoja na Shakib ni watu ambao wanapendana sana na wameishi kwa muda mrefu. Lakini pia tunaweza kusema tunampongeza sana Zari, amekuwa ni dada ambaye hatamani sana kuwa katika mahusiano tofauti tofauti. Yaani akiwa na mwanaume huyu anatamani awe naye huyo moja kwa moja mpaka watakapofikia malengo yao. Sasa, ukiangalia Diamond uh, yeye ameoa ana mwanamke ya yani, ana mke wake kabisa ambaye ni Zuchu, lakini bado ameendelea kuwa na wivu na Zari Zibusledi, na ndio maana mara nyingi sana anaweka vikwazo uh, kwa mtoto wake Tifa kwamba sitamani mtoto wangu awe na Shakibu, sitamani mtoto wangu afanye hivi fanye vile. Na ukiangalia Diamond na Shakibu uh, kuna kipindi waligombana sana. Diamond ilifikia hatua anaenda nyumbani kwa Zari bila hata kumtafuta Shakibu, bila hata Shakibu kupewa taarifa, lakini baadaye Zari alibehave akamwomba msamaha Shakibu, maisha mengine yakaendelea, na Diamond Platinum akapigwa marufuku kuja kule South Africa bila Shakibu kutoa ruhusa. Na ndio maana sasa hivi tunaona tripu za Diamond kwenda sana huko South Africa zimepungua, kwa sababu Shakibu ameweka msimamo wake kama mwanaume, mwambia Zari, mwanaume wako akija hapa uwe unanitaarifu, na kama haiwezekani, mimi nitamwambia haiwezekani kwa sasa hivi, njoo mwezi ujao, mambo kama hayo Diamond Platinum. Na ndio maana ameamua kuweka chuki kwa Shakibu na kumwambia haya hataki kabisa kumwona karibu na mtoto wake Latifa. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, utachia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yanaandikwa neno subscribe.